Miti imeshaliwa na mchwa imeanguka, lakini vingine vya mbao ile nembo ile imeshanyofoka, haturudishii leo. Viongozi wetu mliotoka stanseni, tumekuja kuhakiki, lakini sisi tayari tuna changamoto ya kuanguka vibao, kwa sababu tunapoelekea kwenye uchaguzi, anwani tayari zimeshaanza kupotea pale tumeweka tu kwa, kwa maana ya kuwaonyesha kwamba inatakiwa iwe hivi, lakini kwa maana ya kuhakikisha kwamba kile kibao na namba yako ya nyumba inaendelea kuwepo ni namba ya nyumba, ni jukumu la mwenye nyumba, kwa sababu hakuna mtu atakuja kukubandikia nyumba akagonge geti lako asema hapa hakuna namba. Kazi ya mtaa ile ya kibao kile cha barabara ni kazi ya serikali ya mtaa husika. Swala zima la anwani la makazi liwe ni agenda ya kudumu katika vikao vyetu vya serikali za vijiji. Je, katika zile sain zilizowekwa bado zinadumu katika makazi? Je, vibao vile bado vipo katika nyumba, katika barabara na vitu kama hivyo? Lakini watendaji na nyie pia, swala la kuendelea na mbega, pangeni bajeti zenu ili mzilete halmashauri na hatimamabi zinatoka kule chini, tukumbuke kufikiria swala la anwani za makazi tunapopanga mipango yetu, ni swala endelevu. Mitaa yetu yote ilipata vibao vya anwani ya makazi, lakini hii biashara ya chuma chakavu imeathiri kwa kiasi kikubwa sana biashara, yani imeathiri kwa kiasi kikubwa sana zoezi ile la anwani la, la anwani za makazi, kwa sababu vibao vingi vya chuma vimekatwa na vimepelekwa kwenye hii biashara ya chuma chakavu. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali kama kuna uwezekano wa kutengeneza hizi nguzo za chuma yani, zibadilishwe ziwe nguzo za zege, sababu kwa kweli hii chuma itatusumbua sana kwa sababu hata kama tutarudishia wataondoa tena. Nikiri ni sahihi vibao tulivyokuwa tumeviweka, kwa sababu baadhi ya maeneo ilikuwa sio vibao vya kudumu, ilikuwa tumeweka miti tuseme, ama mwisho wa siku inaliwa mchwa na mwisho wa siku nakuta vile vibao vinafanya nini, vinado, vinadondoka. Hali iliyopo katika hasa katika mtaa wangu kuna baadhi ya vibao tayari vimeshaanguka lakini viliokotwa na vimepelekwa manispaa kwa ajili ya kuhifadhiwa. Inamtambulisha mtu mmoja kwa moja mpaka majumbani nyumbani anapokaa, kyo ni faida kwa sababu tunachana na mambo ya, ya, ya mfano kusafiri labda kwenda kuleta bidhaa, lakini tutatumia anwani ya makazi natusaidia kuhakikisha tunafanya biashara kwa urahisi zaidi, lakini vilevile kuweka vile, uh, masuala ya ulinzi na usalama uh, yanakuwa safi kabisa katika maeneo yetu.